Bismillahi rahmani rahim. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatu. E, kwanza ningeomba tutulie, nanyi vijana mnayotoka sasa hivi, hebu kaini chini, kaini chini wote, na kila mmoja atulie. Si vyema, mgeni rasmi hajatoka tunaanza kuchomoka chomoka, si katika adabu. Na umefika wakati sasa kwa niaba yangu binafsi kama Jmat kwa niaba ya Mufti wa Tanzania Sheikh Abubakar bin Zuberi bin Ali, kwa niaba ya Iranian Culture Dr Maarif, kwa niaba ya Jamiatul Mustafa Ayatullah Ali Tagavi, kwa pamoja wamenituma nimkaribishe sasa mheshimiwa mgeni rasmi, naibu waziri wa mambo ya ndani, akimwakilisha makamu wa rais, akimwakilisha naibu waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa, karibu sana, ni wakati sasa wa kukusikiliza na tuko makini ili tupate neno lako la mwisho katika hafla hii tukufu, na niwakumbushe wakati mgeni rasmi anakuja, tarehe 24 ni Tanga, 25 Dar es Salaam, ambapo tutakuwa na Mheshimiwa Waziri Mkuu saa mbili asubuhi, viwanja vya Mnazi Mmoja pale. Vita yake ndio itakuwa kubwa zaidi. Leo amebipu, Jumapili, juma watapiga kabisa, ni hatari. Kwa hiyo tusikose, inshaallah. Mheshimiwa karibu sana.